Kwa hiyo Manara kakangu, usihangaike ukazalilika huko ukazalilishwa na wanawake jamani, wa masta hao. Mi nipo mi nipo Manara, uhaji Manara ukiipata hii na kupenda na kutaka Manara, mi si wa gharama, oh kijora tu cha elfu sita kinanitosha. Mi najua kupika, najua kumhudumia mume, najua kulea watoto, najua majukumu yote kama mke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 Nakupenda. Njoo kwangu tujenge maisha Haji Manara. Njoo Pemba mara hii. Mimi mtoto wa Kipemba, bin Nasrini nakutaka. Mimi naswali salatano na ni Muislamu. Najua majukumu ya mume, najua majukumu ya watoto, najua majukumu yote kama mwanamke. Na nina, najua shughuli zote kama mwanamke. Kwa hiyo wewe mimi nakutaka ukiwa tayari, ukiyoona hii video, Jamani nitafute Haji Manara, mimi nakupenda. Hm? Hebu nione kwanza. Mtoto wa Kipemba nalipa hivyo basi tu. Kwa hiyo Haji Manara, nakuomba kakaangu, achane na hao, acha kuzalilika, ushakuwa mtu mzima saa hizi, achane na masta. Jamani, wewe ni Muislamu, afuta mwanamke ambaye kwa kidogo anajielewa anajishimu, heshima upate ujenge naye familia. Kila siku anakuja au ndo hivyo, mwisho wa siku anakuanika mitandaoni, oh, hivi hivi na hivi. Sio poa. Kwa hiyo nakuomba kakaangu Haji Manara, mimi nipo, nakupenda, nakutaka, njoo kwangu Mm, njoo kwangu ni nistiri, tustiriane tu, njo nioe Manara, mi nakutaka, sina garama mie, mi sina garama ya milioni tano. Ah, ah, wewe tu mwenyewe, hata ukiniambia kijora chefu sita nende shughulini mi hakinikeri, mm, kikubwa mapenzi tu bas. Usha mapenzi basi, ushanipa mapenzi ya kweli basi, tukisikizana tukielewana, mm? Meelewano tu, mimi nataka mwanamume mwenye upendo. Kwa hiyo Manara kaka yangu, mi nipo Binasrini, mtoto wa Kipemba, nakutaka. Njoo kwangu, Manara nakutaka, njoo kwangu. Ukiona hii video, jamani, atake iona hii video, imfikie Haji Manara, huu ujumbe, Haji Manara. Mimi namtaka Haji Manara aje kwangu. Mimi ni single maza, sina mpenzi, sina mume, sina baby, sina hani. Kwa hiyo Haji Manara, kaka yangu